Hilo nalosema kwa ili titimiko mlolifanya leo, maana kuna watu walikuwa wanaambizana, wengine wamevunja safari, ndo kichakacha cha mjini hicho, wamevunja safari, wanasubiri leo Micheweni hakutokuwa na mtu, sijui nani ndekwenda. He, akawapa hadithi hiyo ya Abu Nuwas. Sasa leo mahudhurio haya, sio tu kwamba mmewambia huu mwaka wenu ndio mwisho wa zama yenu, lakini mmewambia kwamba tuko tayari na nchi hii wenyewe tumerudi tunaitaka, na inshaallah Oktoba 29 mtakwenda kuitapika. Mimi niwashukuru sana kwa hilo mahudhurio yenu. Ni kauli, ni sauti. Mahudhurio yenu yanasema kwamba huu mwaka huu, uchaguzi huu ni tofauti na chaguzi nyingine zote. Huu ni mwaka wa nini jamani? Mbona mnauonea haya? Huu mwaka wa dini wa kuinusuru Zanzibar. Naamu ndugu zangu, hebu tutazameni umati huu uliopo wa watu masikini wa nchi hii waliotiwa kwenye umasikini uliopindukia. Lakini badala ya aliyejipa uongozi, aliyejipa utawala wa nchi hii baada ya kuwaua masikini hawa 21, akawaacha na ulemavu 18, akawajeruhu vibaya 48, akaacha yatima 38, akaacha vizuka 14, leo anajipanga tena kwenda kuuibia umati huu wa masikini wanyonge wa, wa nchi Wa, wa, wa, aliyejipa utawala baada ya vitendo vyote hivyo haoni aibu. Mimi natamani angekuja akasimama mbele yenu akaona kwamba hawa wote, nitakwenda kujibu kwa Mwenyezi Mungu, nakwenda kuwanyonga haki zao, kwa sababu mimi nipate kuendelea kuchuma chumo la haramu. Lakini kama hilo halitoshi, ndugu zangu, sasa wametafuta wajima, tena wajima kutoka miongoni mwetu. Waliona kwamba mwaka huu wakitutumia, wakiwatumia ndugu zetu, mambo yao labda yatakuwa rahisi. Lakini mimi nawashukuru ndugu zangu tumewaambia kwa sauti kubwa kwamba mwenzetu atakaye kwenda kusimama upande wa dhulma akawaunga mkono huyo si mwenzetu. Maana udugu si kufanana, udugu ni kufanya nini? Ni kufana. Sasa ikiwa mtu anajiita ndugu kwa sababu tumefanana, lakini ndugu huyu anarudi kwenda kushirikiana na watu waliotufanyia yote haya. Halafu Mungu hakuwapa hata mshipa wa imani wakuja kusimama mbele yenu, wakaja wakaomba radhi, wakaja angalau wakawaona, wakawapa pole waliofikwa na maafa, lakini wakakataa hata kufanya uchunguzi wa yaliyotokea 2020. Hawa leo hawaoni umati wote huu kwa sababu Mwenyezi Mungu kawazima nuru ya mioyo yao. Wao wameelekea kwenye dhulma na Mwenyezi Mungu kasema hamuongozi dhalimu haogopi. Na mwaka huu tunachowaambia kwamba wenyewe tupo, tumesimama nchi yetu mnayopanga sisi tutapangua, tusiyoyaweza sisi Mwenyezi Mungu atayapangua. Lakini dhuluma mnazozipanga, mnapanga wizi wa mapema. Jamani, tunasema wakienda siku ya kwanza tutakwenda nao, au sivyo? Wakienda siku ya pili, maana huu wizi wa kitoto. Au sivyo wameanza kuwasikia wanasema wanatufajia hadaa wamepunguza kwenye wizi wa mapema mwaka 2020 waliweka vituo mia nne